Sababu kwanza nilikuwa by nature mchezaji wa mpira eh. Wakati nimemaliza na kwenda chuo kikuu nikabadilika kutoka kwenye mpira nikaenda kuwa mwanasiasa, lakini nilipotoka pale Kigoma, basi nilikuja moja kwa moja kugombea nafasi ya spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka huo huo, na ninajua tutakwenda kuwa na taifa zuri sana endapo watapatikana eh, rais kama mimi. I never lose election, I never lose election, I either win or lean from election. Kama sikushinda mimi kuwa rais basi nitamuongezea mambo kwenye fuara zake ili mambo yawe mazuri zaidi katika nchi hii. Mimi naitwa Hassan Kisabya Almasi, lakini pia nashukuru mkutano mkuu umenithibitisha na kuniteua kuwa mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya chama chetu. Dhamira kubwa ya kuwa hapa Morogoro ni kuja kufanya mkutano wa uteuzi ambao ni mkutano wa kisheria kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa, kwamba wagombea wote wa urais wa jamhuri na Zanzibar ni lazima wateuliwe na mkutano mkuu. Kwa hiyo ndio maana tuko hapa, lakini tuna mambo mengi, tuna dhamira nzuri sana kwa sababu ya nchi yetu, na jambo kubwa ambalo kila mmoja lazima aliseme kwanza ni umoja, amani, mshikamano na utulivu wa taifa letu. Ndio kitu cha kwanza ambacho kitakuwa kinanigusa kama Mtanzania ambaye anatafuta kuwa nafasi ya Mtanzania namba moja nyadhani mnajua mtanzania namba moja ni rais wa nchi. Kwa hiyo kitendo cha mimi kuomba ridhaa ndani ya chama ni baada ya kupima kwa kipindi kirefu ambacho nimekuwa nikisoma michezo ya siasa, lakini michezo ya uongozi, kwa sababu nimewahi kugombea udiwani, nimewahi kugombea ubunge, nimegombea nafasi ya spika wa bunge. Kwa hiyo mimi nilikuwa siwezi kurudi nyuma tena kugombea nafasi hizo kwa sababu nimeisha gombea, ndio maana nimeamua sasa sasa ni nafasi ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu naamini maono niliyonayo ni neema kubwa kwa Tanzania. Mimi, historia yangu kidogo ni ni, ni, ni, tata kidogo kwa sababu kwanza nilikuwa by nature mchezaji wa mpira nikiwa kijana mdogo nikisoma Makongo Sekondari pale. Lakini wakati nimemaliza nakwenda chuo kikuu, nikabadilika kutoka kwenye mpira nikaenda kuwa mwanasiasa kwa sababu siasa ni maisha. Nimegombea ubunge mwaka 2015 katika jimbo la Kigoma mjini ambapo ndio nyumbani kwetu sisi. Jimbo la Kigoma ndio nyumbani, na kipindi hicho kulikuwa wanagombea wakubwa wenye majina makubwa kama Dr. Mani Walid Kaburu alikuwepo na Zito Zuberi Kabwe, ambao uchaguzi huo alitushinda Zito Zuberi Kabwe. Lakini nilipotoka pale Kigoma, basi nilikuja moja kwa moja kuomba nafasi ya spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka huo huo. Na pia hata uchaguzi huo ulikuwa na watu wazito, Job Ndugai alikuwa ndio mgombea kipindi hicho na ndio alitushinda sisi. Kwa hiyo ni kwamba mimi tayari nilikuwa nimeshagombea nafasi zote zile ambazo zinaombwa kwa mujibu wa katiba ya nchi. Nafasi ilikuwa imebakia moja, na kipindi hicho umri ulikuwa haujafika kwa kweli, ilikuwa na miaka bado, alikuwa bado kijana. Lakini sasa nafikisha miaka arobaini na moja, siwezi na kugombea udiwani wala ubunge kwa sababu naona maono niliyonayo. E, basi kama sikushinda urais wa nchi hii, basi mheshimiwa rais huyu mama, kwa sababu ana mambo mema sana, na yeye tutamsaidia kuhakikisha kwamba anakwenda kufanya mema zaidi na aliyoyafanya katika nchi hii kwa sababu mimi ni muumini mzuri sana wa majadiliano, muumini mzuri sana wa fora za mheshimiwa rais. Ni mambo ambayo ninayapigania sana kichwani mwangu, nimekaa nimetafakari, ni mambo mazuri sana. Ni lazima kama sikushinda mimi kuwa rais, basi nitamuongezea mambo kwenye fora zake ili mambo yawe mazuri zaidi katika nchi hii, ili mambo yaweze kuwa neema kwa Tanzania, na ninajua tutakwenda kuwa na taifa zuri sana endapo watapatikana eh, rais kama mimi, ikiwezekana kwa, kwa sababu Watanzania ndio wanashinda uchaguzi, ndio maana mpaka uchaguzi. Kwa hiyo mimi navyosema, nahitaji urais na uhitaji kweli urais, lakini endapo nitashindwa urais, basi niko tayari kumuunga mkono aliyepo, ili tuweze kuhakikisha taifa linakwenda na si kugaragazana wala kukejeliana, kwa sababu haiwezi kuletea neema wala amani ya nchi yetu. Mandela amewahi kusema, I never lose election. I never lose election. I either win or lean from election maneno hayo tu yamesha kuonyesha kwamba kumbe mimi sijawahi kushindwa. Ndio maana nikishindwa najifunza kupitia ma, ushi, ule, ule ushindani liyopata na kushindwa kwangu, mimi ni shule. Nimesha soma sana, nimesha jua kwa nini tunapoteza nafasi kuchaguliwa, kwa sababu tumekuwa tunakwenda kuwazungumzia watu personale badala ya kuzungumzia maisha ya watu. Yani unakwenda kumjadili mwenzio ambaye ni mgombea badala ya kujadili shida za watu, ndio kimekuwa kinatufanya tu. Kwa hiyo nimejifunza haya, ndio maana ninaamini kabisa kwamba leo hii tuko tutakuwa na marais wengi, huwezi kujua watafikia wangapi, lakini tutapokwenda kwenye uchaguzi na ikatokea mgombea yote ameshinda tofauti na mimi, cha kwanza nitampongeza, nitamshauri na kuhakikisha kwamba anafanya mema, sababu sisi tuna mema kama alionayo yeye, isipokuwa tunazidiana jinsi ya kuyetan, kuyafafanua na ndio maana katika msingi mmoja tumeweka sisi tutatengeneza serikali ya umoja wa kitaifa inawezekana, kwa sababu serikali ya umoja wa kitaifa haijatamka hey. kwenye katiba Zanzibar imetamkwa, lakini huko haijatamkwa, lakini rais ana nafasi ya, ya kumteua mtu yeyote na kumpa nafasi ya fanya kazi. Kwa hiyo mimi ukiniambia leo unda serikali, nitaangalia watu ndani ya CCM, ndani ya chama cha Chadema, UDP, ACT, UDP, yani UMD, Tadea na sehemu zote kuhakikisha tu unawachukua na waingiza kwa serikali, kwa sababu lengo si chama chetu, lengo ni Tanzania, na ndio maana tunasema taifa kwanza, vyama baadaye. Sisi huwa hatuna, hatuna chama kwenye masuala ya kitaifa. Ukifanya vizuri tunakusifia, ukifanya vibaya tunakushauri, hatukutukani, hatukejeli tunashauri ili ufanye. Mtu mkubwa ha, hakejeliwi barabarani. Mtu mzima, huwezi unamvunjia mtu heshima kwa sababu ya jambo ambalo heiza kufanya yeye. Unaweza kukuta mbolea imechelewa ukamtukana na rais, lakini rais yeye ni mtu wa mwisho, ana vyombo vinatoki kufanya kazi hiyo, ana mawaziri. Kwa hiyo unamtukana na, na rais wakati aliyefanya ni waziri. Mwambie rais na waziri muite, mwambie wameshema, waziri mnakosea hapa. Ndio maana sisi tumeishaona kwamba mwanga wetu unakwenda kuonekana. Sisi NRA tumekuwa katika ilani yetu miaka yote tunasema nchi inashindwa kupiga hatua nzuri kwa sababu haina sera ya taifa, the national policy. Hatuna sera ya taifa, tuna sera, yani nchi inaendeshwa na sera za vyama pamoja na ilani za vyama, na sisi tuna ilani, lakini ilani yetu inahitaji mambo ambayo yakisimamiwa kwenye sera ya taifa yatakuwa ni mazuri zaidi. Na naomba niwaambie wanahabari, juzi mheshimiwa rais ametualika pale, amezindua sera ya mambo ya nje. Mimi binafsi nilikwenda pale nikamwona rais kama mtu ambaye anataka kunifufua kwenye fikra zangu, kwamba rais, ukimaliza hiyo sera ya nani, namwambia kirohoroho kiro, ukimaliza sera hiyo ya Afrika ya, ya, ya, ya mambo ya nje, tengeneza na sera ya taifa, ili taifa liwe linakwenda mbele bila kurudi nyuma kwa sababu mataifa yetu ya Kiafrika yamekuwa yanapiga hatua ya mark time, kwa sababu kila mwaka ilani zinaandikwa upya na watu wanafuata ilani za vyama, lakini tungekuwa na sera ya taifa, ilani za vyama zingekuwa kama vile ni tools, yaani zana za kuongezea nguvu sera. Ndio maana wenzetu walioendelea wanazidi kwenda mbele miaka mia, kwa sababu hawarudi nyuma tena. Naomba niseme hayo. Naamini kabisa kwamba, na bahati nzuri sasa hivi tuna tume huru ya uchaguzi. Tume imekuwa ikilalamikiwa sana, lakini sasa hivi tuna tume huru ya uchaguzi na tuna sheria mpya ya uchaguzi ambao watu wanasema haya mabaya yameondoka. Kupita bila kupingwa, hakuna jambo la muhimu sana. Lakini leo tunaona kabisa kwamba uchaguzi unakwenda kufanyika, mpaka walioko jela ambao umri wao wa kufungwa unakaribia kuisha, lakini watu hao wengine labda wamewekwa tu rumande, ambao haina wanapiga kura, kwa hiyo kuonyesha kwamba sheria za nchi zimeimprove. Ndio maana sisi tunasema mabadiliko nchi yamefanyika makubwa sana, ndio maana tuna imani kubwa sasa ya kusema tunakwenda kugombea uchaguzi na tutashinda, kwa sababu tume huru ya uchaguzi ipo na haingiliwi na mtu yoyote. Tunaiamini sana tume ya uchaguzi.